Habari ndugu wapendwa watazamaji wa Kilimo ni Fursa TV. Leo tena tumekuja katika shamba la nyanya ambalo linatoa somo jingine, na ni kivipi utatajirika kupitia kilimo cha nyanya, na ni mambo gani ya kuzingatia ili uweze kufanikiwa katika kilimo cha nyanya. Leo sio peke yangu, nipo na mtaalamu, naye atajitambulisha kwa muda wake, lakini yeye kianza kujitambulisha kwa majina, anaitwa Baraka Batson Mgeyekwa. Mimi ni mtayarishaji na mwandaaji wa maudhui ya kilimo kutokea Kilimo ni Fulsa TV. Usisahau kusubscribe na kutani on notification katika channel yetu za YouTube, TikTok na Instagram. Nikimkaribisha afisa kilimo kutoka Jedi Farm, yeye atatuelekeza ni namna gani na unafanya shughuli gani wakiwepo hapa shambani na ni kivipi nyanya inaweza kufanya wewe utajirike, na ni kivipi peza, na ni kivipi wanaingiza fedha kupitia kilimo cha nyanya. Karibu afisa asante. Nashukuru ndugu mtangazaji kwa kutembelea siku ya leo. Nari hapo nataka nijitambulishe majina yangu. Kwa majina naitwa Jioni, Masalu Jioni. Ni afisa kilimo kutoka kampuni ya Jed Farm. A, leo nimeamua kutembea mazingira ya shamba darasa. Shamba darasa hii inapatikana Mbeya University of Science and Technology. Yaani Musti. A, sisi kampuni yetu ya Jed Farm inajihusisha na masuala ya uzalishaji wa miche mbalimbali. Mba. Lakini leo tutazungumzia zaidi kilimo cha nyanya. Uh, tutaanza hatua ya mwanzo mpaka hatua iliyofikia hapa hii nyanya shambani hapa, lakini napenda nianze na hatua ya kwanza ya uandaaji wa miche, maana sisi shughuli yetu tunajishughulisha na uzalishaji wa miche, sio mbegu. Uzalishaji wa miche namuuzia mkulima. Kwa hiyo hey, mkulima anaweza mkulima akaweka oda nikamwandalia miche anayohitaji kulingana na aina ya mbegu anaohitaji sasa. Yeah. E, nimeona nyanya hizi zinakuwa yeah. ndefu tofauti na zile nyanya ambazo zingine naziona yeah, na kitu kingine nimeona hapa mmeweka miche yeah. Lengo kubwa la kuweka miche hapa nini? Yaani, kwamba kumwonyesha mkulima wa miche anaoonyesha ni bora kiasi gani, ama ni aina gani ya miche ambayo nyinyi mnaona mnafanya hivi demo report, tunapoandaa uh, report hivi yeah. lengo letu kubwa ni kumwonyesha mkulima ni kiasi kwamba kiasi gani kilimo cha nyanya yeah. kinaweza ika ikampa utajiri mm. au kumtoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine mm. no. Sisi kampuni yetu tunazalisha kuzalisha miche yenye enye ubora, mfano nyanya mm. yeah. iliopo shambani hapa mm. Hii ni aina ya Pasero, hii inatoka kampuni ya uh, Baya mm. hii nyanya kwa wataalamu au wengine wale wazoefu wa kilimo cha mm. nyanya, aina ya nyanya hii inaendana ile uh, ya wengi wanajua lakini ni ile ile pia, sema tu majina tofauti, majina mm. yake yeah. Kwa hiyo inarefuka kwenda juu kama ana ilivyo pia na matunda yake yana ubora kama ana kwao. Imeingia sokoni karibuni, ndio maana tupo hapa kwa ajili ya kutangaza soko pia, sababu hii nyanya yenyewe ina, ina matunda mazuri pia, inavumilia magonjwa au hali ya hewa pia inavumilia. Sasa ndugu afisa nataka yeah. nikuulize swali so dogo hasa yeah. yeah, kwenye demo plot kama hii hapa mkulima yeah. anaweza kaingiza shilingi ngapi kwa haraka haraka? hapa anapenda sana tamaa ya pesa yeah. kuliko ku kuwa na uhakika wa vitendo. Sasa kwa mfano mistari mbona moja mbili tatu nne na mingine pale yeah, hii kwa haraka haraka, ah, kwa hii mkulima haraka hapa salamu zangu kwa watazamaji kwa haraka haraka hapa, maximum ya kwa wiki tukianza yeah, kutoa matunda tayari yakiwa tayari mm, yeah, kwa wiki maximum yatakiwa ya kutoa mia tano hamsini ambao ni laki tano elfu hamsini kila wiki hapa. Sasa swali lingine ndugu afisa, yeah, kwa hii miche nao uiona je ye, yeah, ina kuwa ni defensive yani inakuwa ina, ina haishabisha na dokta na wadudu kama bakteria wiki kuna fungus na mnyauko vipi hapa? Yeah. nyi kutokana na hii mbegu unayotumia. Hii mbegu yetu nime- hata mwanzo nimezungumza mime, kwamba hii mbegu yetu Yeah. inakinzana sana na magonjwa magonjwa ya virusi ambayo ni virus, virus Yeah. magonjwa ya fungus Yeah. ya kibakteria mwenyewe mm -hmm. unaona tu nyanya ilivyomea vizuri pia lakini hii nyanya ndani, hapo tuko ni eneo la ndani, wanasema ni kitalu nyumba. yeah. no. kitalu nyumba ndani, yaani kuasiliwa na magonjwa ni asilimia ndogo sana au chache sana yeah. kwa maana naona nyanya imemea sana kwa hiyo, kama mkulima yeah. atatumia madawa kwa kiasi kidogo sana, yaani kwa ajili ya kukinga tu, sio kwa ajili ya kutibu. Tuna tunamshauri mkulima atumie madawa kwa ajili ya kukinga So, kaila, yeah, pa, eh, kwa sababu akikinga akikinga yeah, itamsaidia mwisho wa siku. Hata kama mwisho wa siku ikatokea labda kuna ugonjwa mm, itakuwa ni rahisi kutibu na ukatibika, kwa sababu unajua magonjwa ya fangasi ugonjwa wa fangasi kuingia eh, au virusi inakuwa ni ni vigumu kuutibu. Kwa hiyo inaweza ina ukapata ya kusababisha hasara wakati mwingine, ndio maana tunamshauri mkulima a mm, anatumia dawa za kukinga Afisa, yeah, nilikuwa naomba utupatie utu kidogo, yeah. Yeah. Ni kivipi kivipi sasa, naona kuna makamba kamba kamba huku, yeah. Sasa wamesema mbegu ni, ni hii ni ni, yeah. yeah. ya pasero yeah. Ah, uh, mbegu yetu ya pasero hii. Ndio. Hii hii inaweka kulingana na ngazi. Yaani matunda inaweka kulingana na ngazi. Lakini unaona kwa hapo ndugu mtangazaji au ndugu wa kulima, yeah, unaona hapa hivi. Ukihesabu okay, kuanzia chini kabisa hapa, 1, 2, 3, 4, 5. Hii ngazi ya tano inaweka nini? Matunda. Inaweka matunda. Hii mm, na ni moja hapa kwenye, ina ni moja hii hapa ina matunda, inaanzia matunda matano na kuendelea. Ah. Kama saba hivi hapo tena, mwisho wa siku juu utahesabu tena ngazi ngapi? Ngazi nne, ngazi ya tano naweka matunda. Kwa mbili, tatu. Tatu. Okay. Moja, moja mbili tatu yeah, tano ya tano a, wow. Pia hata hapo kiona ndugu mtangazaji unaona kabisa kwamba ukihesabu okay, kuanzia hapa hapa hii yeah, moja tayari Tano. Kwa mpaka juu kamba kwa ajili ya kusupport nini. I, i ina, ina kwa nini hii nyanya itakuwa kupata imekamilika itaenda mita mita 3 mpaka 4 itafika sasa. Kwa maana hiyo sasa hii shamba kwa maana hiyo ina faida kubwa zaidi tofauti na nyanya nyingine, ama ni imeamua kutumia nyanya hii tofauti na nyanya pia yeah. Ndiyo, ndiyo. Uwezekano upo. Ukihudumia vizuri, mkulima akihudumia vizuri ina faida kubwa. Ni yeah. Tofauti na mbegu zingine kama Imara F1 ni yeah. tofauti. Yeah. Tofauti upo kwa sababu kwanza hii hapa inamsaidia mkulima anajua kabisa kwamba shambani yeah. na matunda kiasi gani. Ah. Kwa sababu kila ngazi nilivyokuambia, nimetangaza kuambia kwamba kila ngazi itaweka kama ni matunda saba saba. Kwa hiyo mkulima ana inaweza kamaanisha kujua kama labda kila mmea yeah. ina matunda labda sabini na mbili au kila mmea anatoa matunda sabini na mbili au semana mbili koko kwa mfano uh, kama hapa ndio naona matunda moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Yani sasa kwa matunda kama hayo sita ndio, na wakulima wengi wanasema si, mbona matunda ni machache? Sasa kwa nini yeye tuwe matunda mengi? Hii hapa imbe hii ndio imetengenezwa hii kwa sababu gani? hmm. imetengenezwa hivi kwa sababu za watu naenda muda mrefu

sasa mkulima utamshashikia tumii mbegu e, maua kila yeah. ngazi tano yeah. na mbegu ambayo inatoa maua mengi, ili apate faida kubwa sokoni. Hapo utamshaurije mkulima? Mkulima lazima apate faida kwa yeah. sababu gani hapa iia yani nimetangua kwa kusema kwamba ni ndefu yeah. na kila ngazi inaweka kila baada ya ngazi hii na ya tano inaweka nini inaweka no. maua yeah. kwa hiyo itaenda juu itimisi kwamba ita Itaenda ngazi pa yani, tunavyo maximum yetu ni akihudumia vizuri mkulima yeah. itaenda a ngazi kumi na sita atapata kumi na sita. Ukipiga hapo kumi na sita mara tano mpaka 7 8 mara tano kwa tano kumi na sita mara tano utapata ngazi matunda mangazi 90 tisini, utapata matunda 90 kwenye mche mmoja. Haboni sana na kiasi gani hapa? Ni debe ama, ama nikilongana hiyo nyanya hapa, nyanya wa ni kubwa sana kwao, tunapata kila nanii hapa yeah. apate walau mkulima kilo moja na nusu kwa kila nini yeah, tukipima kwa kila. Eli, kilo moja na nusu kwa akitoa, Eli, akitoa, yeah. Ay, kila ngazi akitoa apate kilo moja na nusu. Sasa hii nyanya mnauza soko gani? Soko la kawaida ama soko gani? Kwa upande wa hapa sisi, soko tunaouza ni soko ile la kawaida kulingana yeah. Ah. Oh, ah, na eneo tulionapo hapa tunauza su ya kawaida o mnunuzi au anaekuja kwa ah. wakati wa wa wa wa na nyanya anakuja moja kwa moja shambani namuuzia, tunauza kulingana na bei iliyopo sokoni. Sasa kitu ambacho abidi washauri wakulima kutokana na magonjwa ya nyanya nitakuja katika video ijayo, yeah. Ndio tunashauri kwamba wakulima ni njia gani la rahisi ambayo itumika yeah. gharama kubwa kuzuia magonjwa ni yeah. nini nyanya yeah. Lakini sasa leo nilikuwa nataka niombe tu kwa juu juu yeah. naona nyanya zangu hapa zinamea vizuri yeah. lakini kitu kimoja kilichonishangaza yeah. zimepruniwa sana, tunapona nyanya ni juu uh, hizi zimepruniwa mpaka zabakia fimbo fimbo. Sasa yeah. nini hapo, kwa nini zimepruni sana hivi? Uh, hii nyanya yetu hapa salama, wewe unashauriwa yeah. Tumepruni hapa ili kiruhusu iweze kupanda juu. Aha. Na hapa ndio kikomo chetu cha kupruni. Hapa tutakomea kupruni hapa. Hatua itakayoendelea ni kuondolea vikonyo vya huko pembeni. Hivi hapa, mfano hiki hapa vikonyo hiki. Hiki kinatakiwa ki kiondolewe hiki. Tolewe hiki vikonyo kama hiki. E, eh, hiki hapa. Ili ruhusu kama ni, ni, ni, upande wa maua iweke vizuri ma, ili matunda yenu makubwa ma, au mapana zaidi. Aha. Kwa hatua ya kupruni ni mwisho hapo. Tutaendelea yeah, kutolea vikonyo tu hivi. Yeah. Oh, nyanya ndio ilivyo, inatakia huduma kama hiyo, kwa sababu ni tofauti na nyanya zingine, kama uweze kufuni uh, kama hizi sasa. Ndugu ndugu afisa, ndio mtu nijifunze kingine hapa ni kwamba ni njia gani rahisi ya kumshawishi wewe mkulima aweze kulima shamba la nyanya. Njia rahisi, njia rahisi hapa inategemea na kwamba mkulima open field ama atumie huko ndani, yeah. kwamba mkulima anaweza kutumia kitalu nyumba kama tulivyo hapa. Yeah. Au shamba la nje kama hapo. Yeah. Inalingana, inategemeana kwa sababu upande mwingine wa kulima anakuwa hajajiandaa gharama ya kuandaa kwa ajili ya kuandaa hii kitalu nyumba. Upande mwingine kitalu nyumba kina kina gharama, ila sijajua kama mkulima atakuwa amejiandaa. Mm. Ni vizuri akatumia kitalu nyumba, kwa sababu kwa sababu kitalu nyumba kinasaidia kuepukana pia utakinga wadudu Yeah. ile inapoenea kwa wadudu, shamba lako, yeah. wa wabu, kwa wadudu kwa wadudu yeah. kutapunguza ndiyo, unaposaidia kuna kwa wadudu utapunguza matumizi ya, ya sumu nyingi yeah. magonjwa pia yeah. magonjwa mbalimbali magonjwa ya ya fangasi hayo kama ukungu ni ya huko yeah. kwao yeah. itasaidia pia ukilima kwenye nyumba ya tunnel na kwao, kuna faida kubwa sana ukilima ndani ya tunnel, lakini pia ndani kuna faida zaidi ya hiyo kuna faida zaidi ya kukaa na magonjwa, pia na wadudu. Faida nyingine ndani ndani kilima ndani pia mmea wako ukihudumia vizuri utakaa muda mrefu utakaa muda mrefu utaenda mpaka miezi sita, hiyo yes. Dhahabu yeah. Kilima ndani pia yeah unaweza ukaenda range ya miezi sita. Mm. Yeah. Siku ya kwanza unahesabu na kuanza kuchuma. Yeah. Toka siku ambayo inafikia ukomo wa ku, kuanza kutoa maua au ku, kuzaa. Yeah. Kwa oh, yeah. Ni miezi minne sababu tofauti na hii. Yeah. Pia sababu ni bora. Ila leo tuko kwa sababu tuna tunazungumzia hii yote ya, <laughs> ya leo hapa. Yeah. Nadhani pia tuzunguzwa wakati mwingine kuhusu ah, kuhusiana na sababu. Lakini leo tukutuma upande wa Pasero. Mboni, bye. Ya ni bye kaka. Kaka mbaya sana leo. Kaka mbaya. Oh. So, mbegu hii ya Pasero kutoka kampuni la Baya, labda ina pungufu gani? Labda ina madhara gani gani gani? Mimi leo mkulima, naenda kulima sana, changamoto changamoto gani ambayo ambayo siwezi kuikwepa ni mbegu hii ndani ndani, ndio katika mbegu ya Pasero, ah na mbegu yetu hapa

Tunakuja kwenye upande kianza kuweka tunda, ndio kianza kuweka tunda, ni wale wale wadudu tunaita inzi weupe wale huko, na kama hizi wana mdomo mrefu kama sindano, wale manido kama sindano. Hizi wao wale, tukiwa tu tunapiga dawa ya kinga, ili kuzuia asije akadonoa tunda, kwa na tunda ni kisha rangi nyanya hapa ikaweka tunda. Ndio hapa akija kudonoa, ile inzi nyeupe anaacha virus kwa nyanya, na inakuwa inaanza kuoza, inaanza kuoza. Ko, ko changamoto kubwa ndo hii ya kwamba itakiwa mtu apige dawa ya ukimya. Ikianza kuweka matunda yale kwa mara kwa mara. Kwa mfano mara kwa mara. Ndio maua hivi apige hata mara moja, ili nzi asiingie ndani, si ndio? Ili kumzuia hizi. Kwa sababu wale hizi ndio wanaleta changamoto sana kwenye hizi nyanya. Ndio. Lakini mtu atakamshauri, si mkulima atumie dawa ukimya mara kwa mara. Sasa hiyo ni faida kwa ndani, maana kwa nje itakuwa bidi apige almost kwa wiki mara ngapi? Ni kutokana na wadudu hapo. Hii hapo tunamshauri mkulima sababu pia madawa yameachana. Kuna dawa nyingine wametoa maelekezo kwamba bwana, ukipiga leo su inatakiwa ukae baada ya siku saba au uh, uh, siku kumi na mbili au siku sita, ni ni saa kulingana na dawa yenyewe yeah, ah. Kwa hiyo pia siwezi nikamtajia nika moja kwa moja kwamba apige siku mbili, aache interview ya siku tano au siku ngapi eh. Ni kulingana na dawa pia, ila akiona ah, kwamba dalili zimeanza kuwa changamoto kidogo, zimezidi basi tunamshauri mkulima bali afika ugaweke interview ya siti ni na Basi asante sana ndugu wapenzi watazamaji wa Kilimo ni Fulsa TV. Natumaini leo umejifunza mengi kutoka kwa Jedi Farm, na taasisi hii inazalisha miche mbalimbali. Kama anavyoenda kuiona ni miche ile pale, nadhani ni miche, si ndio? Karibu pia tuna e, miche hapa. Eh, ndio. Miche mbalimbali tuna miche ya pilipili hoho. Eh, sasa ndo kazi ambayo mnaifanya nyingi, Jedi Farm, sio? Kazi yetu ndio hii hapa, mnazalisha miche yeah. Akutumia hapa. Ah. Kitalu, kitalu hiki ah, hapa hapa kitalu cha kitaalamu kabisa ni ni i kitabu chetu kiko pembeni, hii hapa ni sample ah, sample. kama sample? Um. Yeah. Yeah. Well, uh, moja itakuwa na miche mingine mingi mingi kama hii ipo mingi ya yeah, kutosha Aa, hmm. Kwa mkulima popote alipo au mahali alipo eh, anakaribishwa, anaweza kaweka oda tukamwandalia yeah. miche kutoka Jedi Farm. Ya, yeah, kutoka Jedi Farm. Na mbegu tunachukua mbegu gani sasa? Sasa sisi tunajizalisha kuzalisha mbegu ya F1 ambayo unasema ni hybrid. Mbegu ya aina yote, mfano sisi labda ni niweze kufanua kidogo sana yeah. na mbegu tunazozalisha yeah. au miche tunazozalisha hapo. Miche Miche tunazozalisha, tuna pilipili hoho. Ndiyo. Tuna hizo wanaita nyanya chungu ambazo ni ngogwe. Ndiyo. Tuna bilinganya. Ndiyo. Pia tuna nyanya nyanya ni tunazalisha kutoka makampuni mbalimbali, tuna, tunazalisha kutoka kampuni la e East West City. Pia tuna baya yeah. Unaweza tuka ukihitaji miche tunakupatia pia ipo Aha. Pia tuna miche ya, mat ya matunda ipo ipo kule kwenye kitabu chetu inapatikana. tuna, tuna miche pia ya tango mtu akihitaji yeah. Tuna miche ya tikiti maji Yeah. Kitaji, anapata yeah. uh -huh. pia miche ya matunda bila, bila, bila miche ya matunda mbalimbali parachichi, papai, pela, chungwa na ndimu, kila kitu ase wakulima kitu ambacho ni, ni, ni wasihi huyu bwana auzie miche bora. Wewe nimeona shamba lake miche ni kweli bora kama unavyoona yeah. miche ni midogo. midookaea pia hapa, ndugu wa wakulima, mkaona miche yetu bado ni midogo. midogotau na, leo ni, ni siku ya ngapi? hapa ni siku ya 15 na tano tangu niweke hapa shambani ni siku ya kumi na tano. Kwa hiyo naweza ukaona ndugu mkulima, kwamba cha wenyewe memea vizuri ah. <laughs> memea vizuri asanteni sana na niwashukuru sana usisahau kusubscribe na kutani on notification bell hii, ndio Kilimo ni Fursa TV asanteni sana. Bye.